Karibuni tena wakati mwingine tena katika chaneli hii ya EDI tiba mbadala TZ, karibuni sana sana sana. Mbele yenu hapa ni, ni mmea nadhani unauona. Mmea unaitwa kwa wengine wanaita mdatu, wengine wanapenda kuita mziwaziwa. Huu mmea unapenda sana kutambaa sehemu za makazi, yaani hata kama ukitoka hapo nje unaukuta huu mmea kwenye makazi yako, unapenda sana kutambaa. Sasa ka unaweza kuona mmea kama huu, ka ukaona utupa bila kujua, unang'oa bila kujua, unafanya kazi jani. Huu mmea kwa kweli ni kiboko sana, ni tiba kubwa nzuri nzuri nzuri nzuri nzuri nzuri, nzuri sana kwa wale watu wote ambao wana shida ya vidonda vya tumbo, yaani wewe kama vidonda vya tumbo unavyo, unasikia tumbo ku, tumbo kuwaka moto, unasikia kiungulia cha mara kwa mara, au unasikia labda nyongo imepanda juu. Uh, hiyo yote hiyo yote hiyo na hii dawa ni kiboko sana sana sana sana sana. Uh, namna ya kuitumia kwa watu wenye vidonda vya tumbo, unachukua haya majani yake haya unavyoyaona kama yalivyo hivi hivi, kama ilivyo unaiweka, unaisafisha vizuri kwenye maji safi na salama, alafu unachemsha, unachemsha unachukua majani kiasi, yaani kimti kama hiki unavyokiona, unachemsha. Unachukua vingi vingi tu, unachemsha. Ukishachemsha unakunywa yale maji yake, unakunywa asubuhi, mchana na jioni. Usifunike usifunike, inywe hivyo hivyo. Usi, yaani usifunike ukiwa na ile, wakati unachemsha usifunike. Unakunywa glasi moja asubuhi na glasi moja jioni utaona mabadiliko makubwa sana kama unaona shida ya vidonda vya tumbo ambavyo ni sugu, lakini pia kwa wakina mama ambao nasumbula na chango, maumivu chini ya kitovu yanakuwa na kusumbua, hii dawa ni nzuri sana. Kiyo, unafanya hivyo hivyo, unachemsha, unakuwa na kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, ni nzuri, nzuri, nzuri, nzuri, nzuri, nzuri, nzuri sana. Lakini kwa wale ambao labda unaenda unaweza ukaenda hospitali unaambiwa una uvimbe. Ukishaambiwa una na uvimbe, unaenda wanaangalia uvimbe wako, ulaba una uko tuseme labda simcha nane uh, au kumi. Ukitumia hii dawa mara kwa mara, kafuuliza angalau ndani ya wiki tatu utaona mabadiliko, ule uvimbe utaanza kuyeyuka taratibu utaanza kuyeyuka taratibu. Haitafanya kazi kuala kwa haraka haraka kwa swala la uvimbe, lakini itakuwa inaenda, uvimbe wako utakuwa unaenda taratibu, unaenda kuisha. Baada hata ya wiki, baada ya wiki tatu ukienda kupima unakuta mabadiliko yame mabadiliko yapo, unakuta umepungua kidogo. Hautapungua kwa hapo hapo, lakini ukitumia mara la kwa mara, ukikazia kwa muda mrefu kutumia akusaidia wewe mwanamama hi. Kwa hiyo hii mimea mnaiona tu mnakuwa mnaipita, lakini mimi kazi yangu leo hii ni kukuonyesha namna hipi ya kukusaidia wewe kuweza kuonyesha kuna mimea miti mbalimbali ambayo ni dawa nizokusaidia kwoo. Endelea kubonyeza alama ya kengele, endelea kushare, endelea a kuview na video mbalimbali ambazo mbali mbali mbali mbali mbali kuzituma, lakini pia usahau kusubscribe kwa kila nitakachokuwa naendelea kukituma, kwa kila elimu mbalimbali nitakwenda kutuma. Asante uh, sana. Karibuni sana uh, kwa kunipata kupitia namba 0 nitafuta kupitia namba sifuri saba sita tatu mbili nne mbili tano arobaini na tatu. Karibuni sana, usaa kushare video hii kwa watu wengine, ili uweze kuwasaidia pia.